Ndugu waandishi wa habari, na viongozi wa chama cha ACT-Wazalendo ambao wamekuja pia kusikiliza tulichokuja kukizungumza, tulichowaitia hasa ni tamko la tume ya uchaguzi lililotolewa jana, tarehe 3 Februari 2026 wakati timu yetu ya wanasheria ikiwa mbele ya mahakama kuu kuomba kukagua na kupata nyaraka muhimu za uchaguzi, kile ambacho kisheria kinaitwa au katika mwenendo wa kesi huwa kinaitwa application for discovery and inspection, tume ya uchaguzi ya Zanzibar zek kupitia mwenyekiti wake jaji George Kazi, jana tarehe 3 Februari February 2026 imetangaza bila aibu mpango wa kuteketeza nyaraka zote zilizotumika katika uchaguzi mkuu uliopita wa Oktoba 2025. Katika hili sisi tunaona Mambo mawili: haki inacheleweshwa na ushahidi unateketezwa. Kwa muda wa wiki mbili sasa, tangu tarehe 21 Januari 2026, maombi yetu ya kisheria ya kuiomba mahakama itoe amri kwa tume ya uchaguzi kuleta mahakamani nyaraka muhimu za uchaguzi kutokana na umuhimu wa nyaraka hizo katika kuamua kesi zilizowasilishwa mahakamani yamekwama katika ofisi ya msajili wa mahakama kuu bila sababu za msingi. Baada ya tangazo la jana, sasa tumefahamu kwamba kumbe kuchelewa huku si kwa bahati mbaya. Lengo ni mkakati wa makusudi wa kupunguza kasi ya utafutaji haki ili kuipa nafasi ZEC kuchoma na kuharibu ushahidi wa kile kilichotokea kwenye vituo vya kupigia na kuhesabu kura. ZEC imeamua kujificha chini ya kifungu cha 98 kifungu kidogo cha tatu cha sheria ya uchaguzi namba 4 ya mwaka 2018 kinachohusu kutunza nyaraka kwa siku tisini. Hapa tuweke wazi, ni kosa la jinai, ni kosa la jinai, narudia tena, ni kosa la jinai kuharibu ushahidi wakati kuna shauri la kisheria linaloendelea. Hili ni kosa la Deny. It's a criminal offense. kwa tume ya uchaguzi ambayo yenyewe imetumia nyaraka hizo katika utetezi wake na inafahamu kwa uhakika kuwa nyaraka hizo kwa vyovyote iwavyo zitahitajika katika mashauri yaliyopo mahakamani ilipaswa ifahamu katika mazingira hayo kutumia kifungu kilichotajwa hapo juu ni kutumia sheria kwa nia ovu na ni kuharibu ushahidi kwa makusudi, jambo ambalo tumesema ni kosa la jinai. zek haiwezi kusema haifahamu jambo hili, maana katika maelezo yao wamesema kwamba hakuna zuio la mahakama, lakini wao wanajua kama kuna kesi mahakamani. Kwa hivyo inafahamu fika kwamba nyaraka hizo zinahitajika. Unapokuwa na dhamana kama ya tume, unatakiwa ku act in good faith, kutekeleza wajibu wako kwa nia njema. Ni wajibu hasa unapokuwa naongoza taasisi kama hii. Sasa ZEC inalifahamu jambo hili, inafahamu fika kwa sababu ni sehemu ya wadaiwa, yani respondents kwenye mashauri yetu yaliyoko mahakamani nyote mnafahamu ukiwa mmoja katika wadaiwa maana yake nyaraka zote za mahakamani wewe unazo, tangu tulipofungua kesi tumewapelekea, na baadaye proceeding zote za mahakama. Wao sababu ni sehemu ya wadaiwa, wanazijua, wanajua kilichomo kwenye kesi hii. Kwa hivyo kuteketeza nyaraka hizi sio utaratibu wa kisheria kama wanavyodai, lakini ni uhujumu wa ushahidi na dharau ya wazi kwa masuala yaliyoko mahakamani. Kwa upande mwingine, ni kufanya maamuzi kwa nia ya ovu, yani acting in bad faith. Katika jambo linalohitaji kusimamia haki na uadilifu, ZEC inaonesha kwa mara nyingine tena haiwezi kusimamia haki na uadilifu. Kama tume ya uchaguzi ingelikuwa kweli makini wa kufuata sheria kama inavyotaka ati watu waamini katika suala la kuteketeza nyaraka leo, tusingekuwa na mashauri ya kupinga uchaguzi katika majimbo 25 jambo ambalo ni rekodi ya kipekee tokea kufanyika kwa chaguzi Zanzibar kabla na baada ya mapinduzi. Nchi hii imefanya chaguzi nne kabla ya mapinduzi. Uchaguzi wa mwanzo ulikuwa mwaka 1957. Uchaguzi wa pili ulikuwa Januari 1961. Uchaguzi wa tatu umefanyika Juni 1961, na, na uchaguzi wa mwisho kabla ya mapinduzi ulifanyika Julai 1963. Chaguzi nne kabla ya mapinduzi. Nchi hii si wageni wa uchaguzi. Baada ya mapinduzi zimefanyika chaguzi za chama kimoja, na katika mfumo wa vyama vingi tangu uliporejeshwa tumeshafanya chaguzi saba. Umefanyika uchaguzi mwaka 1995 Umefanyika uchaguzi mwaka elfu mbili umefanyika uchaguzi mwaka elfu mbili na tano umefanyika uchaguzi mwaka elfu mbili na kumi umefanyika uchaguzi mwaka elfu mbili kumi na tano umefanyika uchaguzi mwaka elfu mbili na ishirini na umefanyika huu uhuni uliofanyika ishirini na ishirini na tano ni record, haijapata kutokea kufunguliwa mashauri mengi ya kupinga uchaguzi kama alivofanyika mwaka huu 25. Kwa hivyo, kama wao wangekuwa kweli ni watu wa kufuata sheria, taratibu na miongozo, tusingefikia hatua hii leo kwamba kuna mashauri 25, record number katika historia ya chaguzi Zanzibar. Lakini unapoyachukua mambo haya katika muktadha wake ndipo unapogundua dhamira ovu na mchezo mchafu wa kusudio la kukanyaga haki za watu kwa mara ya pili, mara hii ikiwa ni kupitia ucheleweshaji wa haki na uteketezaji wa ushahidi, baada ya mara ya kwanza kuzikanyaga haki hizo kwenye vituo vya kupigia na kuhesabu kura. Hapa ndipo mtu anapoelewa yanayoendelea kwamba wakati kanuni zinataka kesi za uchaguzi zimalizwe ndani ya miezi kumi na mbili tayari miezi mitatu imepita bila kufika hatua yoyote ya maana mahakamani kwa majimbo ya unguja ndiyo kwanza usikilizwaji wa pingamizi yani preliminary objections, POs unataka kusikilizwa mwezi wa pili mwishoni na mwezi wa tatu mwishoni wakati kesi zilifunguliwa yani, zilikuwa filed tokea tarehe tano Novemba mwaka jana. Hali hii mtaona ni tofauti.